Kwa majina anaitwa Elias John Mdao ni mwananchi anatokea wa, wa, wilaya ya Kongwa mzaliwa wa Kongwa kama mwananchi wa kawaida na mmojawapo ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na mimi binafsi binafsi yangu kabisa kutokana na msukumo wangu mimi mwenyewe na kuona mambo ambayo yanafanyika a, ndani ya serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Nampango, na mpango, naweza nikasema nina mpango pale serikali ya Chama cha Mapinduzi itakavyofungua dirisha la watu ku, ku, kutia nia na mpango huo, na mimi niingie katika kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Kongwa. Ni mzaliwa wa Kongwa, natokea katika kata ya Matongoro. Kwa hiyo ni, ni... naweza nikasema kwamba na mimi nimo Uh, katika kutimiza haki yangu ya kikatiba na haki yangu kama mwanachama hai wa Chama cha Mapinduzi. Na dhamira ni ile ile, uh, kutokana na mambo ambayo serikali inaendelea kuyaibua na kuyawekea msisitizo mkubwa. Kwa hiyo, uh, kwa na mimi nikaona kwamba ikifika muda serikali na Chama cha Mapinduzi kikishafungua dirisha basi na mimi nitakuwa ni mmojawapo ya, ya wanachama ambao nitashiriki upande huo wa kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kwa sababu miaka yote mimi nachagua wengine, lakini mwaka huu uh, nina dhamira hiyo ya, ya, ya kwenda kuchukua fomu uh, kwa ajili ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi. Kama nitapitishwa basi niende kusaidia hizi juhudi ambazo uh, zimewekewa mkakati mzuri na hizi bajeti ambazo zinapangwa vizuri za kwenda kugusa uh, maisha ya wananchi. Uh, shughuli zangu kwanza za, za kiuchumi nyingi mimi nafanyia Kongwa. uh, muda mwingi nipo Kongwa kwa nafahamu kila sehemu, na kipaumbele kikubwa tukifuata uh, ukiangalia tu kwamba kitu cha kwanza ambacho inaweza nikawaahidi uh, kwamba nitakachoweza kusimamia cha kwanza ni Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunafahamu kama mwezi uliopita, wiki tatu zilizopita, uh, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 2030 na imepitishwa na, ni na nilimeisoma ile ilani, na ndani ya ilani imegusa kila nyanja kwa hiyo kitendo tu cha kwenda kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi ndio kipaumbele namba moja, lakini nje ya hapo nitaenda ku kuongeza jambo lingine ambalo nje ya ilani kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushirikiano wa karibu na sekta ambazo zisizo rasmi kuhakikisha tunanyanyua uchumi wa wananchi wa Kongwa ukifuata, okay? Kongwa shughuli yetu kubwa sana ni kilimo na ufugaji. Sasa kama nilivyoelezea hii bajeti imeenda kugusa eneo kubwa sana la kilimo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutaenda kuibua chachu zile za na nini. Kupeleka mawazo mapya. Mawazo mapya msukumo mpya katika kuhakikisha wananchi wa Kongwa hasa wakulima na wafugaji wanaweza kunufaika na hii bajeti ambayo imepitishwa na inaenda kwenda chini. Ah, tunavyosema bajeti imepitishwa na inagusa kilimo na ukiangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi imegusa maeneo mengi sana. Michezo, miundombinu na nini. Kuna jambo fulani ambalo naweza tukalizungumzia kidogo aa. Katika wilaya ya Kongwa tuna hii miundombinu, kwa sababu sisi tunafanya kilimo sana aa, kuna barabara yetu ambayo inatokea nako inaenda Kiteto. Lile ule ukanda ni wa kilimo kwa kiwango kikubwa sana, na ukiangalia sasa ilani ya chama cha mapinduzi 2025 2030 imeitaja mojawapo ya vipaumbele vya chama cha mapinduzi ni kwenda kuijenga ile barabara kiwango cha lami Ikijengwa kiwango cha lami kwanza, itarahisisha usafirishaji kutoka maeneo ya kaskazini, kuanzia kiteto kuja mpaka huku, kwa sababu sisi tuna soko kubwa sana pale la, la mazao la kimataifa Kibaigwa pale. Kwa hiyo ile pale itaenda ku, ku, kuibua na kunyanyua mapato kwanza ya wilaya ya kongwa yenyewe na hata wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo ukiangalia kwenye ilani ya chama cha mapinduzi na ukiangalia bajeti ambayo imepitishwa na serikali, ni, ni vitu ambavyo vinaendana kwamba vinahitaji msukumo mpya wa kwenda kusimamia pale. Ah, ndiyo dhamira ambayo mimi binafsi ninakuwa nayo. Nashukuru.